Leo ni Alhamisi kuu. Tunakumbuka Yesu alipoweka sakramenti ya Ekaristi takatifu na daraja takatifu la upadri. Lakini kubwa zaidi ninalotamani kukukumbusha ni agizo la upendo linalosisitizwa siku hii ya leo. Yesu alitupenda, ndio maana akatoa mwili na damu yake viwe kwetu chakula cha uzima. Ndiyo maana alijinyenyekeza kati yetu tunashuhudia kwa tendo la kuwaosha miguu mitume wake, ambapo maandiko yanafafanua wazi sifa ya upendo hapa. Ni chanukuu kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya kumi na tatu aya ya nne hadi ile ya nane. Je, wewe unao upendo kwa watu wanaokuzunguka hawakuhukumu, kwa mabaya unaovumilia, haulipi kisasi, hauwasengenyi jirani zako, hauwaombei mabaya, hauwaonei kijicho? Licha ya madhaifu ya huyo wa karibu yako Yesu anasisitiza umpende. Ni jambo gumu hasa kama unayempenda ndiye anayekufanyia mabaya wakati wote. Huwezi kuwa sawa na Yesu katika kutekeleza hili. Lakini ikiwa ameagiza, maana yake anajua fika, ametupa uwezo wa kutekeleza. Tumia siku ya leo kuwaonyesha na kuwakumbusha watu wanaokuzunguka jinsi unavyowapenda, nazimia kuendelea na moyo mwema wa mapendo kwa kila mmoja anayekuja katika maisha yako. Katika tafakari hii, niwashukuru Florida Francis Kajuna Restituta Ezekiel Isaka pamoja na Brigita Mapunda ambao tumekuwa nao tangia Jumatano ya majivu hadi hii leo, lakini pia unayo fursa ya kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Breez Online TV. Siku njema, ndugu yangu.